Ndugu wahitimu, kuhitimu mafunzo ya udereva si jambo dogo, ni hatua kubwa inayothibitisha kuwa mmepata maarifa, ujuzi na maadili ya msingi ya kuwa madereva salama wa kuaminika. Kupitia mafunzo haya mmejiandaa kuwa waendeshaji wa vyombo vya moto wanaozingatia sheria, kanuni na maadili ya usalama barabarani. Imani yangu ni kwamba baada ya kupata mafunzo hapa leo, kwa wengine mtaanza kufanya proses za kupata nini? Sasa mkishapata leseni, mzitumie kwa uangalifu ili jamii iweze kunufaika na mafunzo mliyoyapata. Takwimu za ajali zinaonyesha kuwa ajali nyingi hutokana na uzembe, mwendo kasi, ulevi, matumizi ya simu wakati wa kuendesha na kutozingatia sheria za usalama barabarani. Ni wajibu wenu kuhakikisha mnatumia mafunzo mliyoyapata kwa vitendo ili kupunguza ajali na madhara yake katika wilaya wetu ya Misungwi na mkoa wetu wa Mwanza kwa ujumla maeneo mengi, ajali nyingi za kiuzembe, ndipo tunasema tunawashauri kabisa, mtu ukiwa umelewa, unajua kabisa umelewa sana, usiendeshe chombo cha nini. Lakini pia hizi ajali zinasababisha vijana wengi wanakuwa kupata ulemavu wa kudumu, wengine wanapoteza maisha, ndipo tunasema wapo barabarani, utumie busara, usiwe naongea na simu huku unaendesha nini chombo cha moto, kwa sababu wakati unaongea na simu utasahau majukumu yako ya msingi kwa barabarani, na wakati mwingine kusababisha ajali au wewe mwenyewe kuondokea kwenye, kwenye mtao. Endesheni vyombo vya moto mkiwa na leseni halali muda wote, tuzidi kuasi mara kwa mara, kabla hujaingia barabarani kwanza chombo cha moto uwe na, nini? Yes, yes. Na ili uwe na leseni lazima upitie mafunzo ambayo ndio haya leo mliohitimu. Kwa haya mafunzo mliohitimu yatawasaidia kupata cheti baada ya kupata cheti ndio unaweza kufuata taratibu za kufuatilia nini, kupata leseni. Na sasa hivi mtu yeyote mwenye leseni ambaye hana cheti, muda wake ukiisha, huwezi kwenda kuisha upate kingine kwa maana upate tena leseni upya, lazima uanze mchakato upya, uende kwenye chuo kinachotambulika kisheria, upate mafunzo, upate cheti, ndio uweze kwenda kufanyaje, kuisha leseni yako ambayo imeisha muda wake haya mliojifunza muyazingatie yatawasaidia katika maisha lakini pia ichukue pia, pia hii fursa kwa kuambia kwa kwamba sisi tunaongozwa na sheria ya usalama barabarani <laughs> sheria ya usalama barabarani sura ya mia sitini na nane ambayo imefanyiwa imekuwa revised ishirini ishirini na tano kwa hiyo kwenye tasinia ya udereva sheria kubwa inayokuongoza ni sheria ya usalama barabarani itakayowaongoza huko mnapokwenda katika shughuli zenu za udereva. Msiipuze na msiishie kusema kwamba tumepata mafunzo sasa tunaelewa. Bado mtahitajika, hapa mlichokipata ni sijasti, ni mwanga tu, yani kama kaufunguo, kama nilivyokuwa nawaambia, kakuwawezesha kufungua chumba, yani atisi tufungue chumba kiurahisi, lakini bado kuna mambo mengi sana barabarani lakini sio sifa kwa dereva yoyote kwenda mwendo kasi. No, no. No, no. Kimsingi udereva ni tasnia ambayo muda mwingine watu wanaidharau, lakini ni tasnia muhimu sana kwa sababu imebeba maisha ya watu. Aa, kwa majina anaitwa Odasi Buchumi Ngoma, ni mkurugenzi wa chuo cha Ngoma Vocational Training Center kilichopo wilaya ya Misungwi kata ya Usagara. Ah, chuo cha Ngoma Vocational Training Center ni chuo ambacho kina kozi, kinatoa mafunzo zaidi ya fani moja ambazo ni fani ya mafunzo ya udereva na mafunzo ya kompyuta. Japo tuna mpango wa kuwa na kozi zingine nje ya hizo, lakini kwa sasa tumeanza na udereva na kompyuta. Chuo hiki kimesajiliwa na tumeanza rasmi toka Disemba. Ko hawa waliohitimu leo ni intake ya kwanza ko wanafunzi wetu, tulianza na wanafunzi jumla ya 45 na leo wamehitimu wote, wanaume wakiwa 34 na wanawake kumi na moja. Mwitikio kwa wilaya ya Misungwi ni mzuri na wameipokea uh, huduma yetu sasa kwa sababu ndio tunaanza tunatoa wito kwa wananchi wa wilaya ya misungwi na wilaya jirani kama sengelema na magu e, wafike ngoma Vocational training Center kwa sababu huduma zetu ni bora e, tunajitahidi e, katika kutoa huduma ambazo ziko sokoni e, kwa sababu mtu leo e, soma ili kile ulichokisoma kikuwezeshe kutoka hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine. Mfano, soko la ajira sasa hivi linahitaji madereva. Sasa tuna imani yule mwananchi atakayefika Ngoma Vocational Training Center atapata ujuzi utakaomwezesha kujiajiri au kuajiriwa. Kwa hiyo uh, ndugu wananchi wa wilaya ya Misungwi tunawakaribisha Ngoma Vocational Training Center kwa ajili ya kupata huduma ya mafunzo ya udereva na kompyuta. Kwa umahiri mkubwa. Ah, kwanza niseme kwamba dhumuni na lengo la kuanzisha chuo cha udereva ni kuhakikisha tunapunguza ajali za barabarani. Lengo kubwa watu wapate elimu, tuepushe ajali kutokea. Na makusudio yangu kwa jamii ya wilaya ya Misungwi, hakukuwa na chuo cha udereva mpaka sasa Ngoma Vocational Training Center ndiyo chuo cha kwanza kwa wilaya ya Misungwi hakukuwa na taasisi hiyo. Sasa eh, kwa sababu kusudio letu ni kupunguza ajali za barabarani, sisi tumejipanga sawasawa kuwapokea wananchi wa wilaya ya Misungwi, tuwape mafunzo ya elimu ya usalama barabarani, lakini kusudio ni kupunguza ajali za barabarani au kuzimaliza kabisa. Kwanza kabisa kwa wahitimu waliohitimu leo, nina mambo makuu matatu ya kuwaasa, moja O, waishi kile tulichowafundisha wawe mabalozi kwa watumiaji wengine wa barabara. Lakini ni tukiisoma sheria ya usalama barabarani iliyotungwa mwaka 1973, uh, sura ya 168 inamtaka kila Mtanzania kuitumia barabara endapo tu amepata mafunzo na amethibitishwa kwa kupata cheti na driving license. Sasa kama kuna mtu yuko barabarani bado anaendesha bila mafunzo bila cheti bila leseni ya udereva anavunja sheria. Tunamkaribisha Ngoma Vocational Training Center aje kupata mafunzo aendane na sheria, lakini jambo lingine kwa wahitimu uh, ni kutii sheria bila shuruti. Kwa majina naitwa Mr. Mkola Isa Mashaka, ni mkufunzi wa chuo cha Ngoma Vocational Training Center. Tuko wilaya ya Misungwi kata ya Usagara nearest kabisa na roundabout ya kugawanyika kwenda Kigongo Feli, Misungwi mjini pamoja na mchepuko wa Kisesa. Mimi kama mwalimu wa taaluma nashukuru, napowafundisha watu wangu, kikubwa nazingatia haja ya dereva anayetoka chuoni kwangu niliyempika, kuzingatia na kuthamini uhai wa watu na mali zao hilo ndo jambo la msingi ambalo walizingatia kujenga sirika ya dereva kuamini katika uhai wa watu na mali zao, lakini kuwa mzalendo kwa kuona mchango wake na ustawi wa nchi kupitia taaluma yake ya udereva. Uh, tunashukuru leo tumehitimu na madereva 45 ambao walikuwa kumi na moja wanawake na wengine 34 walikuwa ni wanaume, lakini wito kwa madereva waliohitimu ni kuyaishi yale ambayo tuliwaelekeza tuli kitaaluma na kimuongozo kwa kufata kalikulamu ya dereva wa awali kwa maana ya basic, ambayo inamtaka kuthamini mchango na ustawi wa maisha ya mtu na mali zao katika kuendesha vyombo vyao, iwe pikipiki ama baisikeli e, ama mtembea kwa miguu, kwa sababu dereva aliyetoka darasani ni tofauti na mtumia barabara yoyote ambaye hajatoka darasani. Kwa hiyo huyu ndo anatoa kipaumbele kwa watumiaji wengine wote, wanamtegemea dereva mwenye taaluma ndo atakuwa wa kwanza kujali na kutii misingi na kuthamini uhai wa kila mtumia barabara. Kwa hiyo wito wangu kama mwalimu, nimewaandaa saikolojia sio tu kuendesha, bali kujali na kuthamini mchango wa watu na ustawi wa taifa katika maisha yao ya udereva ya kila siku. Nilikuja hapa nilikuwa sijui chochote hata yani, kuwasha gari nilikuwa sijui, nikafundishwa kuwasha gari, kukagua gari na kuendesha kwa kufuata zile sheria na sheria za barabarani, kufundisha kwa sababu naweza wafuate sheria, na pia wale ambao hawajapata mafunzo waende kwenye vyuo ambavyo vinatambulika wakapate mafunzo ili wazijue sheria vizuri, kwa kuepusha ajali zile ambazo zingeepukika tu. Sisi watu ambao tumejifunza katika chuo hichi, yatupaswa saa tuende tukaenende mambo mazuri ambayo tunatakiwa tuyafanye, kuzingatia sheria barabarani ambazo zipo zimewekwa kwa ajili ya sisi madereva, ili kupata maarifa ya kuweza kutumia barabara kwa usahihi na kuendesha vyombo hivi vya moto pasipo kufanya kwa mazoea, ili kusudi haya mambo yaweze kufanyika kwa ustadi wa hali ya juu. Na istoshe sisi tuzingatiwe ni watu ambao tumepata maarifa, tukawe ndo watu wa mfano wa kuiga katika maeneo ambayo tunatumia vyombo vya moto ili kusudi hao watu wengine watuone sisi ni watu wa mfano wa kuigwa kwao na tuweze kuwashawishi nao waje wapate maarifa hapa kwenye chuo hiki cha Ngoma Vocation Training Center. Bongo Play TV.